Nafsi yako anasema katika hizo mbili ndio mwisho wa yote. anasema mkinipenda, sikiliza kwa makini. anasema mkiniomba lolote, kumbuka mstari wa nyuma, nitawapa. Lakini anataka kwanza, cha kwanza anasema ufanye nini? Umpende kwao, kama unaomba na upende, maana yake umpende Yesu, kwa sababu mtu anayempenda Yesu lazima atampa. Sikiliza nakuendelea taratibu, twende mstari wa kumi na sita. Anasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nani milele. Yesu anaongea nini? Kumbuka alipoanza, amesema mkiniomba lolote ah, tawapa. Lakini anakuja, sikiliza, masharti yangu, lazima unipende Lazima unipende, lazima uje kanisani, lazima uniombe, lazima unipende. Anamaliza anasema, ukishafanya hivyo najua, ukinipenda utakwama, zile amri huwezi kuzitimiza. Anakwambia sikiliza, nami nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndio Roho Mtakatifu. Tuendelee tena na malizia. Anasema mstari wa kumi na saba, huyo msaidizi mwingine ni nani? Yesu anasema anaondoka lakini anatupa msaidizi mwingine. Msaidizi mwingine, kumbuka maneno, anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumtambua, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui bali nyinyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Ala, sikiza kwa makini. Anasema nitawapatia nani? Msaidizi huyo. Msaidizi unajuliza ni nani? Anakwambia huyo msaidizi ni Roho wa kweli. Anasema huyo Roho ulimwengu hauwezi kumwambia lakini atakaa ndani yako. Roho Mungu akaa ndani yako, Mungu anakaa ndani yako ndani yako. E, kuna nguvu inaingia hiyo. Ndio nguvu ninakuambia kwamba itakusaidia kuishinda ulimwengu, itakusaidia kukataa uzinzi moja kwa moja, nausikuse. Itakusaidia kukataa asira moja kwa moja, naisikuse. Itakusaidia kukataa magonjwa na yasikukuse. Huyo msaidizi anasema, Yesu anasema engelea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane anaongea kitu ambacho natamani uweze kukijua cha muhimu sana. Matendo ya Mitume sura ya kwanza ule mstari wa nane anasema nani, mtapokea gufu karegosekedeoshi akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kumbe na maana bila Roho Mtakatifu haiwezekani Mkristo ukawa na nguvu. Ukristo sio dini, Ukristo sio kama imani nyingine. Kinachotofautisha Ukristo na imani nyingine yote wanaweza kuijishwa duniani nia, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani? Mtakuwa mashahidi wangu. Bila Roho Mtakatifu hauwezi kuwa shahidi wa